Mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma amewashukuru watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kutoa michango yao binafsi kwa ajili ya kununua vifaa tiba ambavyo vitawasaidia watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Akipokea vifaa tiba hivyo katika Hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma, mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma amesema kitendo ulichokuja ulicho kufanya leo kimedhihirisha kwamba tunajenga nyumba moja. Sio jukumu. Ukiangalia katika majukumu yako ya msingi sio jukumu lako la kuleta vifaa, lakini ile dhana ya utu ya kuthamini kazi inayofanya na mwenzako wa sekta ya afya umeona uje kutusupport ili tuweze, kama kulikuwa kuna sehemu kwamba labda kina ma, watoto wanafariki kwa sababu ya kukosa vifaa, sasa kama taasisi umekuja ku bridge gap, tunakushukuru na kukupongeza sana kwa niaba ya katibu tawala Awali akitoa vifaa tiba hivyo kwa niaba ya watumishi wa Takukuru, Mkurugenzi Mkuu wa Takukuru bwana Crispin Francis Chalamila alikuwa na haya ya kusema: Tunakuja na mashine hizi mbili basi na sisi kushiriki katika hizo harakati za utunzaji na, na uokozi wa watoto hao ambao wanazaliwa kabla ya wakati na wenye uzito pungufu, tukiwa kama wanajamii tukaona basi na sisi tushiriki Uh, katika uboreshaji wa huduma za afya ikiwa ni kuunga mkono hizo jitihada za serikali chini ya mheshimiwa rais wetu, tulijiwekea utaratibu, watumishi wa Takukuru wa uh, kuchangishana. Tunachangishana watumishi wa Takukuru nchi nzima, ili ndio kuweza kununua hizi mashine. Utaratibu tulianza mwaka jana mwezi wa kumi na mbili na hivi leo tutakuwa tunakabidhi mashine ya nane. Weke tu wazi kwamba hizi mashine au ili zoezi tunalofanya ni zoezi, ni tendo la huruma, ni matendo ya huruma ya taasisi yetu. Na hata kidogo, hii si corporate social responsibility, hii ni matendo tu ya huruma, kwa sababu kwa maana ya siya CSR, ni kurejesha kwa jamii sehemu ya faida uliyopata. Sisi hatutengenezi faida hata kidogo, ni taasisi ya umma ambayo inaendeshwa kwa bajeti ya serikali. Kwa hiyo tunachofanya leo, wala hatujanyofoa katika bajeti hiyo tunaopewa na serikali kuendesha ofisi, ila ni michango ya watumishi wetu wote nchi nzima kuona kwamba na sisi basi tunatoa mchango wetu kama alivyokwisha sema katika uboreshaji wa huduma za afya nchini tunashukuru sana takukuru kwa kutuletea mashine hizi mashine ni nzuri sana kwa kusaidia watoto njiti kwa kuwasaidia kukua kuwaletea joto na kusaidia na manjao tunashukuru tunasema asante sana nashukuru uongozi wa hospitali ya mkoa wa dodoma wamejitahidi kwa juhudi zao zote mpaka sasa watoto wangu wako vizuri, hawana changamoto. Tunaendelea na huduma zingine pia, tuliko tuna mashine mbalimbali ambazo zinasaidia watoto pia, tuko tuna, tunahitaji kama tunaweza tukapata zingine ili kusaidia na watoto wengine, maana kuna wakati unaweza ukawa uko kwenye mashine, kuna mtu mwingine anakuja, inakuwa changamoto kidogo kwa tuko, tunahitaji kama wanaweza ukaongeza ili huduma iwe nzuri zaidi.